Ku export ni kitu cha msingi sana, na hapa ndipo tunapoutoa ule mradi wetu, vile vitu vyote ambavyo tumevihariri ama tumeviedit, kuna vipande tofauti tofauti. Sasa hivi vipande vitakuwa vinawekwa kama kitu kimoja. Na ku export, tutaenda katika sehemu ya file, lakini hakikisha kwamba umechagua ile timeline yako. Kwa hiyo kama upo katika sehemu yoyote, hakikisha umechagua ile timeline Halafu utaenda katika file, utakuja katika export, halafu utabonyeza media ama utabonyeza control ama command m. Katika kipengele cha kwanza hapa utaandika jina la ule mradi wako, kwa hiyo mradi wangu ninecha video, kwa hiyo nitaacha jina hilo hilo. Katika kipengele cha pili cha location hapa utachagua ile sehemu ambayo unataka kazi yako ukaisevu huko ili iwe rahisi kuweza kuitafuta. Katika sehemu ya preset, hapa ikiwa katika kipengele chochote. Katika kipengele cha format hakikisha umechagua H264. Kwa hiyo hii ni format ambayo ni maarufu katika vifaa ambavyo tunavitumia katika simu zetu, katika TV, YouTube. Kwa hiyo hii ni format ambayo inatumika mara nyingi. Kwa hiyo utachagua h H264, katika sehemu ya video hakikisha ipo wazi, na sehemu ya audio hakikisha ipo wazi, lakini kuna kitu cha msingi ambacho nataka nikufahamishe. Tukija huku tunaona kwamba kuna output details, kwa hiyo kuna taarifa za ile video yetu. Kwa hiyo tukiangalia sehemu hii tunaona kwamba kuna kipengele cha video na audio. Na hizi ndiyo sifa ama taarifa za video yetu, kwa hiyo video yetu fomati yake ni H264, ina ukubwa wa frame ya 1920 kwa 1080. Tukija katika sehemu ya audio hakikisha kwamba imekaa katika 48 kHz, lakini vilevile vile, kuna estimated file size, kwa hiyo kazi yangu sio kubwa sana na ina MB 98. Sasa inawezekana kwamba umetengeneza mradi ambao una nusu saa ama una lisali moja, kwa hiyo ile size itakuwa kubwa. Kwa hiyo nitakufahamisha ni vipi utaweza kupunguza ule ukubwa wa kazi yako. Kwa hiyo ukija katika sehemu ya video, ukishuka chini utakutana na target bit rate. kwa hiyo katika target bit rate, hapa kuna kumi na tano nukta mbili kwa hiyo itakuwa ina size ama itakuwa na ukubwa wa 98 MB. Ukiongeza target bit rate na MB zitaongezeka, lakini pia na quality itaongezeka. Ukipunguza target bit rate, kwa mfano unataka utoe kazi yako iwe na chini ya MB hamsini, unaweza kupunguza hii target bit rate. Kwa hiyo hapa unaona kwamba ina 28 MB. Ukiengeza ukiweka kwa mfano tisa ina sitini na tatu. Ukipunguza ina, ina arobaini na tisa. Kwa mfano wewe unataka iwe chini ya MB hamsini. Sawa, unaweza ukaexport kwa hapa. Kwa hiyo hapa kwa mfano mimi narejesha ile ile 15. Sasa hakikisha usishuke chini sana. Kwa hiyo hapa nimeweka katika sehemu ambayo ni standard. Baada ya hapo, na umehakikisha sehemu ya audio ipo wazi, unakuja katika button ya export na utabonyeza mara moja video yako ama mradi wako itatoka katika Premiere Pro na kuwa katika video ambayo una uwezo wa kuisambaza sehemu tofauti tofauti.